Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ndugu zangu katika imani, haya mavinyongo tulokuwa nayo, chuki tulizokuwa nazo, hasada tulizokuwa nazo, zinatufikisha wapi?

isipokuwa mtu ambaye baina yake yeye na ndugu yake Mwislamu wamekuwa wana vinyongo, fa yuqal au anasema, andhiri hadhaini hata yastalih, acha kwanza usipokee amali za hawa mpaka kwanza wao wajisawazishe wasameheane wao kwa wao. Ona madhara ya kuwa na vinyongo Ona madhara ambayo tumebeba katika maisha yetu, katika mioyo yetu. Mambo kama hayo utakwenda kumwambia nini Allah? Magomvi ambayo hayana na tija yoyote, kwa sababu tu ya maradhi yanayokwenda, maradhi ya hasadi katika mujtama wa Kiislamu. Na mtu bahati mbaya anaweza asishtuke, asishtuke

Allah akiisafisha kifua chako ukatubia yale maradhi uliokuwa nayo kwenye moyo wako, Allah amekuneemesha neema ya watu wa peponi, huku unatembea kwenye ardhi hii. Kwani ndugu zangu katika imani, kipimo changu na chako, kuna watu Allah amewasifu ndani ya Qur'ani, amewasifu ndani ya Qur'ani watu hao ndio. Hizi zama tulizokuwa nazo, mimi na wewe, ebu jipime wewe, haya maradhi ya husda vifundo kwa ndugu zako, na aya hii, we umo au haumo? Allah anasema walladhina ja'u min ba'dih, na wale ambao walokuja baada ya masahaba ridwanullahi alaihim sifa yao husema rabbana ighfir lana, ewe mola wetu samehe sisi, waliikhwanina alladhina sabaquna bil iman, wasamehe na ndugu zetu ambao walotangulia, walokufa, walokuwa katika imani, wamo ndani ya maisha ya barzakh. Tusamehe sisi kwa mapungufu yetu ambayo tulokuwa nayo, lakini sio sisi tu, na ndugu zetu ambao wametangulia mbele ya haki kwa imani. Kisha Allah asemaje? wala taj'al fi qulubina ghilla liladhina amanu, ewe Allah, usijaalia katika nafsi zetu vifundo chuki kwa ndugu zetu ambao tuko nao walokuwa wameamini kwa wewe. Katika maisha haya ukiwa umebeba mambo ya mafundo mambo kadha bila sababu yoyote, wewe ndani ya aya hii iko mashariki na wewe magharibi Utakutana vipi na mola wako katika hali kama hii? Wewe na ndugu yako hamuongei sababu ya hasadi, wewe na rafiki yako, wewe na jamaa yako, wewe na kadha wa kadha. Hasadi ndio inayotutafuna sisi. Ili tufike kwa Allah tumesalimika, ndugu zangu katika imani, yatupaswa tuondoe takataka taka zote ambazo taka hizi zinauchafua moyo wa mwislamu Allah siku ya qiyama, siku ya kiyama anachoangalia ni usafi wa nyoyo zetu. yawma la yanfau malu wala banun illa man ataa llaha biqalbin salim, siku ya kiyama hayatomfaa mtu mali yake yote aliyokuwa akichuma, labda uliitumia katika mambo ya kheri, wala watoto ila yule ambaye aliyekwenda kwa Allah moyo msafi. Allah turuzuku moyo huu, ausafishe mioyo yetu. Ndugu zangu, lazima tubadilike, lazima tubadilike katika hali tulizokuwa nazo, lazima tubadilike. Neema ya Muislamu mwenzio mwombee Allah, Allah idumishe nawe akupe. Usimchukie mtu kwa neema ambayo Allah kamruzuku, ukaingiwa na moyo mbaya wa hasad. Anasema mmoja katika waja wema katika masalafu Hatim, raaitu an-nasa yatahasadun nimeona watu wanahusudiana wao kwa wao katika maisha ya ulimwengu. wanadhartu qauluhu ta'ala, nikaitazama Qurani, qauli ya Allah, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya. Nikaona anayesema kwamba Allah ndio kaweka mpangilio wa maisha ya ulimwengu katika riziki zao, maisha yao ni Allah, hakuna mwingine anasema fataraktu lhasad, nikaacha kabisa husda. Kwa nini? liannahu itiraha an qismatillah, nikawa mimi napingana na Allah, napingana na Allah. Tuishi katika maisha haya ndugu yangu katika imani kwa tahadhari. Vilevile usiichukulie hasadi ni jambo lilokuwa dogo Allah mwenyewe ambaye ndiye mlinzi wetu, ndiyo muumba aliyotuumba sisi ak katika mgongo wa ardhi. Dini hii tunamwabudu anavyotaka yeye lakini mwenyewe kateremsha Qurani na akataka mimi na wewe tujikinge, tumwombe Allah tukinge, atuhifadhi kutokana na hasadi. Utaichukulia jambo dogo hili? qul audhu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min shari ghasiqin idha waqab wa min shari nafathati fi al-uqad wa min shari hasidin idha hasad. Mambo yako mengi ambayo pengine umefungua daftari lako kwa jamii, watu hawapendani. Usione mambo yanaharibika, ni kwa sababu pengine mahasadi yamejaa katika mujtamaa.

tudkhilu rajul qabr watudkhilu jamal qadh, hasadi inamwingiza mtu kaburini. Sio kaburi tu, hasadi inamwingiza ngamia kwenye chungu. Mtume katupa dawa mengine, tuchukue tahadhari. Ukimwomba mtu au mtu akikuomba wewe, bana shekhe, naomba unisaidie shilingi elfu tano elfu tano au elfu mbili Mtume anasema hivi: istainu ala injahi lhawaiji bilkitimani, saidia kidhiana haja kwa kuficha. Kakuomba elfu tatu elfu tano geuka, chomoa elfu tatu ile mpe, asione kwenye wallet kuna nini pengine shida yake ilikuwa ni elfu ishirini wao wamekuwa mwepeswa kumsaidia ansema ah, anazo nyingi bora hata ningemuomba zote zile ishirini angenipa mtu asema bilkitimani kwa kuficha kwa nini fa inna kulla dhi nematin mahsuda kila mwenye neema anausudiwa sasa wewe mwislamu kwa kumalizia ndugu yangu ukiona neema yote umeitamani anayo mwenzio Mombe Allah wala tatamanna ma faddala Allah bihi ba'dhukum ala ba'dh, usitamani neema ambayo Allah alikuwa amewafadhilisha baadhi yenu kuwapa. Wengine kama ni elimu, kama ni cheo, kama ni watoto, kama ni kadha wa kadha wa kadha. Allah asema, lirijali nasibu mimma katasabu, wanamume wanafungulao ambao Allah alikuwa tayari amewadi walilnisai nasibu lima ttasabna, na wanawake na wenyewe, Allah amewaandikia katika chumo lao. Wasalullaha min fadli ka, chini ongea na mola wako mwombe, Allah na yeye akupe akuneemeshe kutokana na fadhila zake. Usibaki unasoroneka na huzuni ukiangalia, kwa nini yule anaelimu? Kwa nini yule anakubalika? Kwa nini yule kadha wa kadha wa kadha? unaiunguza nafsi yako mwenyewe, unajipa maradhi ambayo maradhi haya hayakusaidii duniani wala siku ya Kiama. Allah azirudishe nyoyo zetu, azitakase nafsi zetu, Allah tabaraka wa taala, na kuomba ewe mola wetu zing'arishe nafsi zetu wenyewe, tupe mapenzi ya kupendana baina yetu kwa huruma zako na taufiqi yako mola wetu, tunakuomba utusame makosa yetu, tujalie amani katika nchi yetu, tupe msimamo katika dini yetu, tuepushie kila jicho ambalo lenye husda baina yetu. Wewe ndio muweza juu ya mweza kila kitu. inna Allaha wa malaikata yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma aizza alislama walmuslimin